Mambo matano unayoweza kufanya wewe mwanamke na ukaongeza uwezo wa kushika ujauzito kama umetafuta mtoto kwa muda mrefu. Na kitu cha tano ni kitu cha muhimu zaidi, sikiliza hadi mwisho. Kitu cha kwanza ni lishe bora. Hakikisha katika mlo wako una mlo kamili. Mlo ambao una at least aina tano hadi saba ya vyakula. Lakini kitu cha pili, hakikisha unazifahamu siku zako za uzazi, nikiwa na maana hakikisha unafahamu siku zako za ovulation, ambazo ndo siku zako za muhimu za kuweza kushika ujauzito. Lakini kitu cha tatu, hakikisha unaepuka msongo wa mawazo, kwa sababu unapelekea mabadiliko katika vichocheo vyako vya mwili na kukupelekea wewe ushindwe kushika ujauzito. Lakini kitu cha nne Hakikisha unaepuka maambukizi ya bakteria wabaya nikiwa na maana ya fangasi, UTI pamoja na hizi PID ambazo zimekuwa zikijirudia mara kwa mara. Kitu cha tano na cha muhimu, hakikisha unatumia virutubisho rishi ambavyo vinaenda kuimarisha mji wako mzima wa uzazi kuanzia kwenye mayai milija hadi tumbo lako la uzazi. Kama umependa video hii, unaweza ukashare kwa wanawake wengine wengi ili waweze kujifunza zaidi, lakini usisahau kucomment, kulike pamoja na kushare ili na wengine wapate kujifunza zaidi.